Baada ya kushambuliwa na kuumizwa na watu wasiojulikana na kisha kulazwa hospitali, hatimaye leo kwa mara ya kwanza katibu wa baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki Tanzania TEC ameonekana hadharani na amezungumza maneno mawili matatu, jambo ambalo linaashiria kwamba padri Kitima amepona na yuko salama kiafya. Lakini padri Charles Kitima ameonekana wakati ambao askofu Josephat Gwajima akiwa anapitia maswahibu ya hapa na pale. Tumeshuhudia kanisa lake limefungwa na serikali na kadhalika, mambo ambayo ameyazungumza padri Dr. Charles Kitima wakati huu ambao askofu Gwajima anapitia maswahibu kadha wa kadha, yamezua mjadala mkubwa na mzito katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Katika maoni, watu wanatoa maoni yao pamoja na mitazamo yao kuhusiana na maneno aliyoyazungumza padri Kitima wakati ambao askofu Josephat Gwajima anapitia mbilingembilinge mbilinge. Padri Kitima ameongoza misa ya shukrani kwa mara ya kwanza tangu aliposhambuliwa na watu wasiojulikana eneo la Kurasini zilipo ofisi za TEC. Nitakupitisha doti kwa doti katika yale aliyoyazungumza padri Dr. Charles Kitima wakati huu ambao askofu Gwajima anakumbana na balaa, maneno ambayo yamezusha mjadala mkubwa katika mitandao ya kijamii. Kikubwa hakikisha kwamba unakuwa nami moja kwa moja mpaka mwisho wa habari hii. Padri Dr. Charles Kitima ameongoza misa ya shukrani, amewapa ujumbe tek Muhtasari: Padri Kitima ameongoza misa ya shukrani kwa mara ya kwanza tangu aliposhambuliwa na watu wasiojulikana katika eneo la Kurasini zilipo ofisi za teki Dar es Salaam. Katibu mkuu wa baraza la maskofu Katoliki Tanzania tek Padri Dr. Charles Kitima ameongoza misa ya shukrani kwa mara ya kwanza tangu aruhusiwe kutoka hospitali alikokuwa akipatiwa matibabu kwa takriban mwezi mmoja kufuatia tukio la kushambuliwa na watu wasiojulikana. Ibada hiyo imefanyika leo Juni tatu mwaka huu wa 2025 katika kanisa la Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili lililopo katika makao makuu ya TEK Kurasini jijini Dar es Salaam, na kuhudhuriwa na mapadri na wa tawa na wafanyakazi wa sekretarieti ya TEK waliokusanyika kwa pamoja kumshukuru Mungu kwa uponyaji wa Padri Kitima. Akizungumza wakati wa mahubiri, Padri Kitima amesema anamshukuru Mungu kwa uponyaji kwa sababu shambulio lake lilikuwa na lengo la kukatisha maisha. Tunamshukuru Mungu kwa wema wake, pia na wapongeza na kuwashukuru wote waliokuwa nami kwa sala, upendo na matamshi mema wakati wote wa matibabu yangu. Shambulio lile lilikuwa na lengo la kukatisha maisha yangu, lakini rehema za Mungu zimeonekana. Amesisitiza kuwa kanisa Katoliki linapaswa kuendelea kuwa nguzo ya matumaini kwa jamii, hasa kwa wanyonge wasio na sauti. Kanisa ni sauti ya watu wasio na sauti, ni msindikizaji wa wanyonge, ni jukumu letu kuhakikisha linaendelea kuwa mwanga wa Watanzania wote, amesema. Padri Dr. Charles Kitima pia amewataka wafanyakazi wa Secretariat ya TEC kuyatazama yaliyotokea kwa jicho la kiimani na kuendelea kusimama imara licha ya changamoto. Mungu hasahau hata hatakaa kimya. Tutambue kuwa hata mitume walikumbana na mateso lakini waliendelea mbele kwa imani. Tusirudi nyuma, amehimiza. Itakumbukwa Padri Dr. Charles Kitima alishambuliwa na watu wasiojulikana eneo la Kurasini, Temeke jijini Dar es Salaam zilipo ofisi za TEC makao makuu. Hilo ndilo limekuwa tamko la Padri Dr. Charles Kitima alipoonekana kwa mara ya kwanza baada ya kushambuliwa ama kuvamiwa na kushambuliwa na watu wasiojulikana na kisha kuumizwa na kulazwa hospitali. Tamko hilo la Padri Dr. Charles Kitima limekuja wakati ambao Askofu Josephat Gwajima askofu mkuu wa Kanisa la Ufufuo na Uzima akiwa anapitia maswahibu ya hapa na pale, na tamko hilo la padri Dr. Charles Kitima limeweza kuzua ama kuibua mjadala mkubwa na mzito eh, katika mitandao ya kijamii. Nitaomba nikukumbusha kwamba jeshi la polisi nchini Tanzania limezingira Kanisa la Ufufuo na Uzima lenye makao makuu yake wilayani Ubungo jijini Dar es Salaam linalomilikiwa na kuongozwa na Askofu Josephat Gwajima ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe na mjumbe wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, CCM. Taarifa kutoka kwenye vyanzo vyetu vya habari akiwemo Askofu Dr. Josephat Gwajima mwenyewe vimefahamisha kuwa askari polisi hao wakiwa na magari zaidi ya matatu, wakivalia kiraia na wengine sare za jeshi la polisi wamezingira kanisa hilo, na wengine wakiendelea kuwahoji baadhi ya wa waumini wa kanisa hilo waliokutwa katika eneo hilo la kanisa wakiendelea na shughuli mbalimbali. Kuzingirwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima Ubungo, jijini Dar es Salaam kumekuja muda mfupi mara baada ya uwepo wa taarifa za serikali kulifuta kanisa hilo siku moja tangu kiongozi huyo wa kiroho kutangaza msimamo wake wa kuendelea kukemea na kupambana na vitendo vya utekaji na Watanzania kupotea. Kulingana na barua ya serikali, sababu ya uamuzi e, hiyo wa msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa ni kile kilichoelezwa kuwa kanisa hilo limekiuka sheria ya jumuiya sura ya 337 kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na yenye nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Hii ni taarifa ya Juni mbili 2 mwaka huu wa 2025 majira ya saa tano na dakika 38 usiku, ambapo e, baada ya hayo yote kuwa yametokea siku ya leo Juni tatu mwaka huu wa 2025 jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewakamata baadhi ya waumini wa kanisa la ufufuo na uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima kwa tuhuma za kukaidi agizo la serikali ku, eh, la kulifuta kanisa hilo na kuendelea kufanya ibada kinyume cha sheria. Akizungumza na Wasafi FM siku ya Jumanne, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Muliro, amesema watu hao wamechukuliwa na polisi ili kutoa maelezo, ikiwa walikuwa hawajafahamu maelekezo ya serikali au walikaidi makusudi agizo hilo kwa lengo la kuzua fujo wakati tukielekeza nini cha kufanya kufungwa kwa kanisa la askofu Gwajima kulingana na maelekezo ya sheria, kuna baadhi ya watu walikuwa wanafanya mambo ya kutoelewa, kwa hiyo inabidi tuwachukue na tunaendelea kuongea nao kujua kweli walikuwa hawaelewi kilichokuwa kinatekelezwa au walikuwa wanafanya tu kukataa kwa, eh, kwa maana ya kutaka kusababisha fujo amesema Kamanda Muliro. Kamanda Muliro ameeleza kuwa jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kusimamia sheria na amani na kwamba hatua ya kufungwa kwa kanisa hilo ni utekelezaji wa maamuzi ya kisheria yaliyotolewa na mamlaka husika. Amesisitiza kuwa endapo kanisa au viongozi wake watataka kurejeshwa kwenye shughuli zao za awali basi wanapaswa kufuata utaratibu wa kukata rufaa kwa mujibu wa sheria. Wanaweza kukata rufaa kwa mamlaka za kisheria, na kama wakiruhusiwa, sisi polisi tutaendelea kuzingatia sheria, hatuna tatizo na yeyote anayetii sheria, amesema. Juni mbili mwaka huu wa 2025, serikali ilitangaza kulifuta rasmi kanisa la ufufuo na uzima, ikieleza kuwa limekiuka sheria ya jumuiya sura ya 337 kwa kutoa mahubiri